Assalamu alaikum warahmatu llahi wabarakatuh. Alhamdulillahi aladhi hadana lihadha thumma salatu wa wasalama ala Rasulillah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habiballah. Ndugu zangu watazamaji, ndugu zangu wa Tanzania, ndugu zangu wa Islam na Wakristo na msiekuwa na dini, leo na mimi nataka nchukue nafasi hii. Mimi nilikuwa safari, nimerudi, nikaangalia katika mitandao ya kijamii. Kitu cha kwanza nilichokuja kukiona, nimemsikia kiongozi mmoja anasema nchi hii mpaka kinuke. Jambo la pili, nikamsikia kiongozi mwingine anasema anaamrisha mahakama imwachie mtu. Jambo lingine nikamsikia ndugu yangu Hamidi Jongo wa msikiti wa Manyema alivyokuwa anatoa eh, yale maneno ambayo yamesomwa na kiongozi aliyesema nchi hii mpaka kinuke. Kwanza nataka tuambiane. Amani ya nchi hii imeletwa na wazee wetu. Na wale wazee wetu walioleta amani ya nchi hii wao wako katika makaburi. Hivi inakuwaje kama amani waliotuachia alafu tukaivuruga, tunawaeleza nini wao, watatuonaje huko aliko? Hilo la kwanza. La pili, kuna mtu mmoja nimemsikia mkubwa kabisa wa madhehebu ya dini fulani anaamrisha mahakama, anaamrisha mahakama kwamba imtoe mtu mmoja, kwamba imtoe mtu eh, ambaye yuko katika, katika kesi. Jamani, Mtu akishafanya kosa, serikali huwa inamchukua inataka kwenda kulithibitisha lile kosa. Unaposema wewe unaamrisha eh, kwamba yule atoke mara moja, kwanza huu ni utovu wa nidhamu, ni utovu wa adabu. Huwezi wewe ukamwamrisha mkuu wa nchi amtoe mtu, wakati yeye kwanza hajahusika na hilo kosa. Watu wake ndio wamemwona yule bwana ana matatizo Ikabidi lazima yule achukuliwe. Mbona sisi tumekaa jela hizi hizi? Habari hizi hatujazisikia. Kuna mashehe walikaa jela hapa, mliwasikia mashekhe wanaambisha serikali, wanaambia tunaiomba serikali mwatoe mashehe mara moja? Upo mpango wa kumwambia mkuu wa nchi, mnakwenda unamuomba, unamwambia mkuu wa nchi kwa maneno ya heshima na taratibu, mama, tunakuomba au bwana tunakuomba, ndugu yetu pale aliteleza, kwa hiyo tunakuomba umwachie, na sisi tunamrekebisha. Lakini ile kusema kwamba naomba aachiwe mara moja, maana wewe una madaraka kuliko serikali, mpango huu utakuja kutuharibia amani katika nchi. Amani ni kama yai, amani ni kama kioo. Tuangalie sehemu mbalimbali, tuangalie Somalia, tuangalie Kongo tuangalie Burundi, Rwanda, sehemu hizo tumefika sisi. Hakuna uhuru kama katika nchi yetu. Kwa hiyo nataka niombe watu wa dini nyingine, kauli mnazozitoa kuweni na vinywa vyenu na pazia. Mimi nafahamu watu wa dini kutokana na maneno ya Yesu na maneno ya Mtume Yesu anasema kuweni wapole kama huwa. Kwa nini? Alikuwa na maana hii kwamba unapoenda kuongea na wanafunzi wako au unapokwenda kuongea na jamii, lazima uwe mpole na wale unayowaongelesha, basi wajifundishe kutoka kwako. Unapotoa kauli kwamba tunataka huyo achiwe mara moja, maanake wewe kuna kitu unakitegemea. Kwa hiyo mimi nataka kuomba Watanzania wote, Wakristo, Waislamu, maneno kama haya tusiangalie maneno kama haya ya choko chokochoko yatatusababishia tutafutane sehemu za kukaa. Maneno kama haya yakitokea na sisi tukiacha kuyakemea kama wasemaji, mashehe, mimi naongea kama shehe, kwa sababu amani itakapobadilika katika nchi hii, mimi nitakosa watu wa kuambia maneno ya Allah, padiri atakosa maneno ya kuambia eh, Wakristo Wakristo hawatokula wa mikate kwa salama, hawatokula mwili wa Yesu kwa, kwa salama. Wewe unayesema nchi inuke, ikinuka watu watakulaje mkate kanisani? Wewe unaposema kinuki, sisi tutaswali ya wapi? Kwa hiyo maneno haya sio ya busara. Mimi, mimi kama shekhe nataka niombe kauli hii isirudie. Alafu na wewe uliyesema kwamba tunataka serikali imwachie mara moja, hilo sio jukumu lako, sio jukumu lako. Maneno haya ungeyatoa hata Yesu alipokamatwa, maneno haya eh? Alipokamatwa ilipotakikana kwamba asurubiwe, hakuna mtu aliyetoa amri Yesu achiwe mara moja. Watu walifata taratibu mpaka Yesu akasurubiwa, akafa msalabani, watu akasamewa madhambi. Kwa hiyo tunatakiwa, wewe uwe na hekima unapotoa maneno kama haya. Ungesema Yesu achiwe mara moja, nyiye dhambi mkesamewa vipi? Tunachotaka ni taratibu na sheria zifuatwe. Ikionekana mtu hana hatia mahakama itamwachia, ikionekana mtu ana hatia mahakama ndio itakayojua. Huwezi kuwafundisha majaji wote na mahakimu wote sheria kwanza. Hii ni ukosefu wa nidhamu, kwamba wewe unajua kuliko hao waliokabidhiwa vyombo vya mahakama na sheria, na rais wetu mama yetu Samia Suluhu unamdhalilisha. Kwa hiyo mimi nataka niombe kuwaambia watu wote, watanzania wote wa Kristo, waislamu mashekhe mapadili, wachungaji, tunapotoa wa kauli tuangalie zile kauli zetu, kwa sababu watu hatukuumbwa akili sawa. Unaweza kusema maneno yao, anataka kinuke. Kuna watu wengine wana matatizo yao wanaanza kukinukisha, alafu watu wanakosa amani. Nataka niombe kurudia, nataka nikoti Yesu katika Mathayo ishirini kumi na nane, anawambia wanafunzi wake, amani iwe kwenu. Ukisoma Qurani kumi kumi, Mtume Muhammadi anasema salamu iwe amani, assalamu alaikum, maana yake muwe watu wa salama. Kwa hiyo amani ni ibada ya Allah. Unapotekeleza amani, maana yake uko katika ibada. Kwa hiyo mimi naomba kwa kumalizia tu kwamba watu wote tuyapuuze haya maneno na watu wote tuishi kwa amani na tumwombee dua mama yetu katika uchaguzi unayokuja, mama Samia Suluhu na serikali yake, nchi hii waivushe kwa amani na salama, ili na sisi tuendelee na sisi tuendelee kuwahubiria Wakristo, kuwahubiria Waislamu kuacha mambo ambayo Mungu ameyakataza na kuyafata mambo ambayo Mwenyezi Mungu ame